Katika habari ambayo imechukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii siku ya leo ni tukio la kuuawa kwa mwanadada ambaye ni TikToker anayefahamika kama Valeria Marquez, ambapo alikuwa live kwenye mtandao wa TikTok kama kawaida yake na mwanaume mmoja kutokea na kumpiga risasi. Mshawishi wa mitandao ya kijamii wa Mexico mwenye umri wa miaka 23 ameuawa kwa kupigwa risasi akiwa anazungumza na mashabiki zake kwenye mtandao wa TikTok ambapo alikuwa live moja kwa moja kama kawaida yake. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali nchini Mexico ilitoa taarifa hiyo Valeria Macras. Aliuawa wakati wa mwanaume mmoja alipoingia kwenye saluni yake katika jiji la Guadalajara na kumfyatulia risasi kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka wa jimbo la Jalisco. Sababu ya shambulio hilo baya haijatambuliwa, lakini kesi hiyo inachunguzwa kama mauaji dhidi ya mwanamke au wanawake, wakati wanawake na wasichana wanauawa kwa sababu ya jinsia zao. Mwendesha mashtaka wa serikali alisema Unyenyesaji wa kijinsia ni jambo la kawaida sana nchini Mexico ambapo Umoja wa Mataifa wanaripoti wanawake au wasichana kumi wanauawa kila siku na wapenzi au wanafamilia. Taarifa zaidi kuhusiana na kifo cha binti huyu mwenye umri wa miaka 23 ambaye ameuawa kwa kikatili kwa kupigwa risasi mara tatu itaendelea kujia hapa. Subscribe na turn on notification, ili uendelee kupata habari nyingi zaidi.